Simba pointi muhimu kwa sababu wakipata nafuku, bado yuko kuna nafasi ya kugombea ubingwa, na sisi pointi tukizipata ni muhimu kwa sababu bado tunafukuzia juu. Kwa hiyo nafikiri maandalizi tulishafanya Dodoma, na sasa hivi tuko tayari tu, tumekuja Dar es Salaam tayari kwa ajili ya mchezo. Hilo ndio kubwa. Ah, kikubwa, acha hiyo mambo ya kuconcede goli. Kikubwa sisi tumejipanga, tunajua ubora wa Simba upoje. Kwa hiyo tumejipanga kwenda kucheza na Simba, kwa hiyo na ubora wao tunauelewa vizuri tu Kesho tuko kwenye mchezo wa Simba lakini bahati mbaya, mchezo wa mpira sio kile ulichokionyesha nyuma unaweza kukionyesha leo, sababu mchezo wa mpira wanaofanya kazi ni watu tofauti. Na nyumbani kwako, kwa unavyorudi ukitaka kuingia ndani unakuta tu switch ya umeme pale, ukigusa tap tap imewaka vile vile mradi tu umeme uwepo. Kwa hiyo hata kila siku ukiwasha ni vile vile kwa sababu ile ni mashine, lakini kesho watu wanaenda kufanya kazi ni binadamu Unaona, kuna wachezaji wengine walikuwa hawapo, kwa hiyo inaweza kuwa saa nyingine mechi bora zaidi kuliko ya ile, wanapambania ubingwa na sisi bado tunataka tukae sehemu iliyo salama zaidi. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kitu ambacho kitafanya mechi ya kesho iwe ngumu kubwa. Mimi na, napenda tu kwanza, mashabiki wa Dodoma Jiji, nafikiri kesho tuko katika uwanja wa KMC, waje kwa wingi, mashabiki wa Simba vile vile waje kwa wingi, na naamini burudani itakuwa nzuri. basi tuje pale kidogo tupunguze swaumu ili baada ya hapo mtu anaenda kufuturu vizuri. Hicho ndo kikubwa, unapojua kwamba mchezo wa Dodoma na Simba unakuwa ni mchezo mgumu, na sisi wachezaji tunajua umuhimu wa hiyo mechi. Ukiacha michezo ya nyuma ambayo imepita, ni kutokana na pointi ambazo tunazihitaji. Tunahitaji pointi tatu na tuangalie kwamba tunaenda kucheza mchezo wa design gani, kwa sababu hii raundi ya pili haiangalie unacheza, unacheza vipi. Unachoangalia ni kupata pointi tatu dakika tisini. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu na utakuwa ni mchezo pia wa burudani, na pia hatuta yani hautakuwa na vitu vingi sana zaidi ya alama tatu. Ndio kitu ambacho tumekuja nacho kwanza. Unapojua unapocheza mechi na timu kubwa, unapocheza na Simba, yani asilimia kubwa wachezaji wote wanajua umuhimu wa hizo mechi. Unajua mechi ndogo mara nyingi na wachezaji, kwa wachezaji unaweza kuwakumbusha, labda unaweza kudharau zile mechi, lakini unapokuwa mechi kubwa hakuna mchezaji ambaye anaweza kumwambia kitu gani afanye, kwa, kwa sababu ni mechi ambazo watu wengi wanaziangalia, ni mechi ambazo mchezaji anza kuonyesha bora wake, ni mechi ambazo zinakuwa zina vitu vingi sana vizuri vya uwanjani. Kwa hiyo kwa sisi kama wachezaji senior player, tume tumekaa na wachezaji wengine tumeongea kwa sababu, kikubwa tulichokifuata hapa ni pointi tatu. Kwa hiyo hakuna vitu vingi sana ambao tunaweza tukaviongeza, labda vikawachanganya wachezaji wengine, zaidi ya kupambana na kwenda kupata alama tatu. Sioni kama kuna kitu kikubwa sana cha kuongeza, kwa sababu siwezi kufikiria kwamba kesho wachezaji watafanya kitu gani. Wao wana mili mikubwa, wana mbinu, wana kila kitu. Tutaonana kesho baada ya dakika 90. Mimi napenda kuwakaribisha wapenzi wa mpira, mashabiki wa Dodoma Jiji waje kwenye uwanja wa KMC kesho kuja kupata burudani. Na kikubwa zaidi kwamba sisi tutakuwa pia na mashabiki wetu wengi kutoka Dodoma na wadodoma ambao wako hapa Dar es Salaam wiudo wee